Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, mahakama Kuu ya Tanzania katika kanda ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya uhaini ya dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambayo liko chini ya jopo la majaji maj, maj, watatu jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake, kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini, lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai ume kwamba kwa sababu za kiusalama e, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri, mabasi anafanya kazi, lakini upande wa mashtaka amesema kwa kwamba unaomba kwamba Eh, kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani mahakamani hakuwepo. Na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea wanatokea Iringa watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama, au mashahidi hawakuweza kuletwa Uh, kuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam eh, kwenye kesi, kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kasabu, kwa maomba ahirisho la wiki mbili. Kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa mwezi wa kumi na moja ukiongeza wiki mbili maana yake ni siku kumi na nne ingekuwa maana tunazungumzia tarehe ishirini na nne au ishirini na tano ya mwezi mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu jaji Ndunguru, Kionde na kare, Karema baada ya kuchakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali kusema kwamba kesi iahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yaani ya leo na, na, na kesho na kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndio Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee. Na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumuita mahakamani itolewe na aje na, na, na, upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake dhidi, e, ya mwenyekiti maana yake e, e, kesi, kesi, kesi, ya, kesi, kesi ya msingi sana sasa Sisi tumeweza kumeona hayo sasa, kwa bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajihakisha mwenyewe hakuweza kujizungumza lakini, tumeona kama mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao ni, unaonekana ni, ni, ni mzuri na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi na moja ishirini ishiri na tano, basi kesi hii itaendelewa kwa majari wa mwenye, Mwenyezi Mungu tunatumai kwamba huma utapenda kujua nini kinaendelea, wa uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti, kama utaweza kuweza kuwekwa wazi, na kama sio uhaini, basi tuweza kujulikana, mahakama itatoa uamuzi gani.